Wafanyakazi katika viwanja vya ndege Ujerumani waweka mgomo. hii ni Nje ya Box TV update langu, jina ni Christina Mbaruku. Mgomo katika viwanja mbalimbali vya ndege nchini Ujerumani imeanza usiku wa kuamkia leo kwa masaa ishirini na nne ambapo chama cha wafanyakazi katika viwanja hivyo Velbin kimeeleza kwamba mgomo huo ni wa kushinikiza masilahi zaidi mgomo zaidi katika vituo vinavyoendeshwa na serikali ya shirikisho kwa mamlaka za mitaa inaendelea wiki hii huku duru ya tatu ya mazungumzo na serikali ikipangwa kufanyika siku ya Ijumaa ya wiki hii. Mgomo huo unakadiriwa kufuta safari za ndege zaidi ya elfu tatu mia nne huku abiria laki tano na elfu kumi wakiathiriwa kwa mgomo huo kwa mujibu wa idara ya udhibiti wa trafiki wa ndege nchini Ujerumani, karibu safari za ndege elfu sita hufanyika kila siku katika viwanja mbalimbali vya ndege vya Ujerumani na zaidi ya ndege elfu tatu hupita katika anga ya Ujerumani. Hii ni Nje ya Box TV Update, langu jina ni kusesa, kusabu, like na Kristina ambayo kusesa, kusubscribe ku like na kushare, ili iliyokwanza kupata notification, tunapatia update mbalimbali mbali.